Wapendwa watazamaji na wafuatiliaji wa St. Gaspar Media, karibuni katika kipindi chetu cha tushirikishane tone la upendo Nawakaribisha, tuanze kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo, na sasa na siku zote, na milele. Amina. Bikira Maria, malkia wa rozari takatifu na mama wa damu azizi, utuombee. Ndugu zangu, tone la upendo la leo tutakaloshirikishana tutalichota katika kitabu hiki kinachoitwa Tujue, Tupende na Tusali Rozari Takatifu kwa Tafakari, kilichoandikwa na Frateli Flentlin Magacha wa shirika la Damu Azizi. Na leo napenda tuchote e, hekima na mang'amuzi katika kitabu hiki, kwa kuanza na utangulizi wa kitabu hiki. Ninatumaini katika utangulizi huu tutapata mang'amuzi tutapata kujua kwa kina e, rozari takatifu ni nini? Kwa nini tuwe na ibada kwa rozari takatifu kama mtakatifu Padre Pio anavyosema, e, mama Bikira Maria ni njia fupi ya kwenda mbinguni, na moja kati ya njia tunazozitumia kufika kwa mama Bikira Maria ni kwa kusali rozari takatifu. Sasa dhumuni la e, dhumuni la ibada kwa Bikira Maria ni nini? Dhumuni la ibada zote e, kwa Bikira Maria ni kujenga ibada kamilifu kwa Bwana wetu Yesu Kristo e, na kupata njia salama salama zaidi ya kumfikia Bwana wetu Yesu Kristo, lakini ikumbuke kwamba Bikira Maria hachukui nafasi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwani hata yeye mwenyewe amekombolewa na Bwana wetu Yesu Kristo kwa namna ya pekee. Eh, Bikira Maria hutupeleka kwa mwanaye ambaye ndiyo lengo letu la msingi. Kwa hiyo ibada zote za Bikira Maria, ibada zote tunazozifanya kwa Bikira Maria zote ni tunamkimbilia Mama Maria ili Mama Maria atupeleke katika lengo letu la msingi ambalo ni Yesu Kristo mwenyewe. Bikira Maria ni, ni mama wa Mungu. Sote tunafahamu Bikira Maria ni mama wa Mungu kama katika eh, chini ya msalaba alivyotukabidhi kwa mwanaye Bwana wetu Yesu Kristo kama tunavyosoma katika Injili ya Yohane sura ya 19 aya ya 25 hadi ya 27, na pale msalabani alipomwambia yule mwanafunzi aliyempenda Yohane kwamba E, mama, tazama mwanao, na mwana, tazama huyu nje mama yako. Yaani alikuwa na mkabidhi mama Bikira Maria kwetu, na sisi akatuacha mikononi mwa mama Bikira Maria. Kwa hiyo njia mojawapo ya kufanya ibada kwa Bikira Maria ni kusali Rozari takatifu. Sasa Rozari takatifu ni nini? Neno Rozari E, linaasili katika neno ya Kilatini Rosarium lenye maana ya taji la mawaridi. Na tunaposema e, Rosali ni taji la mawaridi tuna maana kwamba Rosali ikisaliwa vizuri. Rosali ikisaliwa vizuri maana yake tunampatia mama Bikira Maria taji la maua. Kwa hiyo tunaposali fungu moja la Rosali takatifu vizuri maana yake tunampatia e, mama Bikira Maria E, tunampatia ua waridi moja lakini, tunaposali Rozari nzima vizuri tunampatia Mama Bikira Maria e, taji la maua, tunamvika Mama Bikira Maria taji la maua. Lakini pia Rozari takatifu kwa yenyewe ni kisakramenti. Rozari takatifu iliyobarikiwa ni kisakramenti na ibada kwa Mama Bikira Maria. E, tunaposema ibada kwa Mama Bikira Maria maana yake inahusisha pia kusali Rozali kwa kutafakari mafumbo ya ukombozi wetu. Tukumbuke kwamba tunaposali Rozali takatifu tunatafakari mafumbo ya, ya ukombozi wetu kwa kutafakari yale mafumbo ya Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe, yaani mafumbo ya Rozali takatifu: mafumbo ya furaha, mafumbo ya uchungu, mafumbo ya mwanga. Na mafumbo ya utukufu. Ndugu zangu, Bikira Maria ameshiriki kazi ya ukombozi wetu wakati Yesu ndiye mkombozi. Kwa hiyo tuelewe kwamba Mama Bikira Maria ameshiriki kazi ya ukombozi kikamilifu wakati huo Yesu Kristo ndiye mkombozi mwenyewe. Kwa mantiki hiyo, lengo la mwisho la ibada zote ni kuungana na Bwana wetu Yesu Kristo. Lengo la mwisho la ibada zote kwa mama Bikira Maria ni kuungana na Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu Kristo ni mfalme wetu, ni mshenga wetu na ni mwombezi wetu kwa Mungu Baba. Yesu Kristo ndiye kuhani, ndiye altare na ndiyo sadaka inayotolewa altareni, na tena ni hakimu atakayekuja kuwahukumu wazima na wafu. Ndugu zangu, Rozari takatifu ni nyenzo muhimu sana katika maisha yetu ya kiroho. Katika sala ya Rozari takatifu tunasali na kutafakari juu ya ukombozi wetu tulioupata kwa maisha, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo, Rozari ni nyenzo muhimu katika kukuza imani yetu, katika kutuletea amani na uongofu wetu sisi na ulimwengu mzima. Rozari takatifu ni njia bora ya kufurahisha moyo safi wa mama Bikira Maria, na endapo tukisali rozari kwa kutafakari kila siku, Bikira Maria anatufanya tufanane na mwanaye, kwa sababu ni kiumbe pekee kilichopewa neema, ni kiumbe pekee kilichojawa neema. Hivyo endapo tukimfurahisha mama Bikira Maria kwa kusali rozari, yeye atatupeleka kwa mwanaye. Kama nilivyokusha kutangulia e, kusema kwamba Mtakatifu Padri Pio anasema rozari e, mama Bikira Maria ni njia ya mkato ya kwenda kwa Mungu, ni njia inayotupeleka kwa Mwenyezi Mungu. Na sisi ni mashuhuda kwamba watakatifu wengi sana wamepita kwa mama Bikira Maria watakatifu wengi walikuwa na ibada ya pekee au devotion kwa mama Bikira Maria, na kweli mama Bikira Maria aliwapeleka kwa Mungu akiwepo na huyu mtakatifu aliyetushuhudia hilo mtakatifu Padre Pio. Ndugu zangu, watu wengi sana tunapendelea kuvaa rozari mtakatifu shingoni, e, katika vidole vyetu na kadhalika, wengine tunavaa rozari kama pambo wengine wanavaa rozali e, wana, wanavaa rozali kweli wakiwa wanasali na kumwomba mama Bikira Maria awaombee wakitafakari rozari takatifu kwa kina. Kwa hiyo, hapa napenda kusisitiza kwamba tusivae rozali takatifu kama pambo tu, bali tuvae rozali takatifu na tusali rozari takatifu tukitafakari kwa kina haya matendo makuu ya bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo sasa, katika kitabu hiki, katika kitabu hiki ni kitabu ambacho kinatutafakarisha wote tunaovaa rozari takatifu kwa mazoea au tunaovaa rozari takatifu kama pambo, lakini na wale wote ambao kweli tunavaa rozari takatifu kwa tafakari ni kitabu kizuri ambacho kinatufaa sisi sote, kwani ndani ya kitabu hiki kimeeleza kinagaubaga juu ya sala ya rozari takatifu, mwanzo wake, namna ya kusali rozari takatifu. Kimeeleza tafakari ya mafumbo yale ya rozari takatifu yote, kwa maana ya mwanga, uchungu, e, utukufu, yaani mafumbo yale yote ya rozari takatifu yameelezwa vizuri kwa tafakari, lakini pia kimeeleza historia ya rozari takatifu kwa ufupi, na inaeleweka vizuri. Kimeeleza pia namna ya kusali rozari pamoja na shuhuda mbalimbali za rozari takatifu. Kwa hiyo nawaalika wote ambao watakihitaji kitabu hiki wakitafute, wakisome vizuri. Ndugu zangu, nawashukuruni sana kwa kunisikiliza na kutafakari kwa ufupi Utangulizi wa kitabu hiki niliyokuletea tafakari hii, ni mimi Flatel Matias Jafet Kuingwa wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka katika seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari Kola Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo.